Leo sisi kilichotuleta zaidi ni tumemkumbuka mtoto wa kike, na hiki ndio ambacho kimetufanya tukaja hapa. Na katika kumkumbuka huyu mtoto wa kike, tukasema tuendelee pia kuikumbusha serikali kwamba kwenye hizi shule kuna haja pia ya kuendelea kuyaboresha chumba kile cha kujistiri mtoto wa kike. Kwa hiyo ukiona tumekuja na hizi taulo, maana yake sio kwamba tutamkabidhi kila mtu mkononi, Tunazikabidhi kwenye kile chumba ambacho kila shule inatakiwa inacho, hiki chumba maalum kwa ajili ya huyu mtoto wa kike, asiwe ana sababu ya kushinda shule eti kwa sababu yupo kwenye. Kwanza wengine wao wanasema hadi ni ugonjwa. Hii ni hali, sio ugonjwa. Ni hali, mtu yupo kwenye siku zake alafu anashindwa kuja shule kwa sababu hana uhakika wa usalama wake atakapokuwa kule shule. Kwa hiyo hizi zikitolewa maana yake anakuwa na uhakika, hata kama akipata hiyo hali yuko shule, maana yake ataingia tu kwenye hizo chumba, atasaidiwa. Kama anaweza mwenyewe kujistiri, basi atajistiri na ataendelea na darasa lake vizuri bila shida. Wameweza kutufanya sisi wanafunzi tufurahie kwa kutugaia taulo za kike, kwa sababu ukiangalia kwa mfano watu wa kike yani hatufanani kwenye swala la uchumi, kwa hiyo kuna wengine wakuta anakuwa hana hela ya na kununua ila akifika shuleni, kwa sababu kuna wadau mbalimbali ambao wanaweza kuleta vitu kama hivi, anaweza kufanyaje kutumia na maisha yake yakaendelea shule. Nimekuwa nakumbuka dada zetu tulionao kwa muda mwingi, maana asilimia karibia kama themanini tunakaa nao nyumbani, wanaenda mara chache. Mmejua wana changamoto gani, na mkaja mkatoa elimu na mkatuonesha na sisi wavulana kwamba tusiogope, tunaweza tukashirikiana nao. Ni jambo ambalo mheshimiwa pale amesema, sio ugonjwa, ni jambo ambalo ni la kawaida. Kwa hiyo sio wengine tukia tunahisi ni ugonjwa. Kua mnavyozidi kutupa elimu, na sisi tukienda mtaani tutaenda kutoa elimu, na tulikuwa tunawaomba wanaotoa elimu kuhusu elimu ya jinsia ya ukatili wangeweza kufika na mtaani, maana aswaswa mtu akiwa mkubwa kumwelewesha inahitaji jambo kubwa. Mimi siwezi kufika nikachukua kikundi cha baba nikaanza kueleza tena, nani wa ajabu. Nitoe ni shukurani kwa dawati la jinsia, lakini kwa Mpanda FM ilichokifanya leo, sio tu mmemsaidia mbalimbali mmeunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha wanafunzi wa kike wanaishi vizuri maeneo ya shule, lakini vile vile mmetoa msaada kwa halmashauri yetu ya manispaa ya Mpanda. Maana hizi sio tu zitatumika kwa ajili ya wanafunzi wa Rungwa sekondari na, na, na Mpanda Girls. Wapo watoto hapa wengine kutoka shule zingine, wapo kambini wakipata matatizo kama hayo. Kesho kesho kutwa hatutofika tukae tu kwa sababu hizi ni za Rungwa, hizi ni za Mpanda Gerozi, nao pia watazitumia. Jukumu ambalo libili lifanywe na uongozi wa manispaa, nyinyi mmelifanya. Mimi niwapongeze sana kwa hicho mlichofanya. <coughs> Elimu hii iwe endelevu, iwe endelevu kwa sababu wanasema elimu haina mwisho. Ni jukumu lenu na jukumu letu pia, kuhakikisha mara kwa mara tunawakumbusha kuhusu maswala ya ujasiri. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.